Babake marehemu Albert Ojwang, mzee Meshak Ojwang, sasa amefichua kuwa rais William Ruto aliwasiliana naye kwa njia ya simu na kutoa rambirambi zake. Meshak akielezea kuwa Rais Ruto alitoa msaada wa shilingi milioni mbili kwa familia siku moja tu baada ya familia ya marehemu kukamilisha ibada ya kitamaduni ya tero yuak kama desturi ya jamii yao, hii leo familia ya Albert Ojwang imetoa taarifa mpya, babake Ojwang akiweka bayana mazungumzo yake na rais William Ruto. Namshukuru rais kwa kuchukua kijana wangu Albert Umondi kama kijana wake na kuhisi kuona kitu, sababu wengi wameaga dunia jana, hata juzi, hata wiki jana lakini alichagua kuchukua mzigo huo kama wake ili akaweze kusema pole kupitia kwa simu yangu. Mimi namshukuru kwa ajili ya hiyo. Licha ya msaada huo, babake Ojwang amesema kwamba juhudi za kutafuta haki kwa mwanawe hazitasitishwa kutoka hapa na kuendelea mbele. Ni Mungu tu tunategemea atusaidie. Ni Mungu tu tunamtegemea kwa mengine mengi ambayo yako, kama si Mungu hatutaweza. Kwa hivyo nimekuja kwa sababu ya kuleta ujumbe wa kifo na bado tunalia. Wakati huo huo serikali ya kaunti ya Homa Bay imeanza ujenzi wa nyumba ya vyumba viwili kwa familia ya marehemu. We are very sad with the family and as a people and we join Kenyans in this sadness. And in calling for justice for Albert msemaji wa familia kenneth ouma akikanusha madai kuwa familia imewasilisha kesi ya mauaji ya Albert Ojuang mahakamani kwa ushirikiano na wanasiasa